Na wakala wa nishati vijijini REA kupitia miradi mbalimbali umefanikiwa kufikisha umeme katika vijiji vyote 1785 vya mkoa wa Mtwara, na kwa sasa hivi REA au wakala wa nishati vijijini imelenga kufikisha umeme katika vitongoji ambavyo vimebaki. Na kwa mkoa mzima wa Mtwara kuna jumla ya vitongoji 3421, kati ya vitongoji 3421, vitongoji 2354 vimeshafikiwa na umeme ambavyo ni sawa na asilimia sitini na tisa. Vimebaki vitongoji elfu moja na sitini na saba ambavyo ni sawa na asilimia thelathini na moja ambavyo bado havijafikishwa huduma ya umeme. Na katika vitongoji hivyo elfu moja na sitini na saba, vitongoji takriban mia sita na kumi na moja vimewekwa kwenye mpango wa kufikisha umeme mpaka sasa hivi kwenye miradi inayoendelea ambayo ni miradi ya ujazirizi 2C yenye vitongoji mia nne sitini na moja pamoja na miradi wa, wa, wa, wa ujazirizi 2A wenye vitongoji mia moja na hamsini kwanzia mwaka elfu mbili na ishirini kwenda ishirini na moja mpaka ishirini ishirini na tano mwaka tunaoongea sasa hivi. Uh, REA imefanikiwa kufanya miradi sita takriban kwa mkoa wa Mtwara yenye jumla ya gharama ya bilioni mia moja themanini na saba nukta sita. Siku ya leo tupo katika wilaya ya Newala na tunafanya uhamasishaji pamoja na kuwasha umeme katika mradi wetu wa ujazilizi tusi ambao unaendelea na tumefanikiwa kufikia kuwasha umeme pamoja na kuhamasisha katika vitongoji vinne kati ya vitongoji thelathini na tisa ambavyo vimechukuliwa na vimewekwa kwenye mradi huu katika wilaya ya Newala, na tumefanikiwa kufikia vitongoji vya Masasi, Mnambe, Butiamba pamoja na, na Mkeni. Tumejaribu kuongea na wananchi na kuwaelezea umuhimu wa kujaribu kutunza miundombinu ya, mira, ya miradi hio ambayo imefikishiwa na serikali kwa kutumia gharama kubwa za fedha ili kuweza kuwafikishia huduma hiyo wananchi wake. Tumewaomba wananchi wawe kuwa walinzi wakuu wa miundombinu hiyo. Cha pili, watumie manufaa ya umeme huu ambao umefika kwenye vitongoji vyao kwa ajili ya kujiendeleza katika shughuli zao za kiuchumi kufungua viwanda vidogo vidogo pamoja na matumizi ya nishati safi ya kupikia. Nimejisikia raha sana kuwa mteja kwa, kwa wa kwanza kuwashiwa umeme huu wa REA. Sasa tunaweza kunywa vinywaji baridi, wateja wangu watafurahia sana huduma yangu kupata vinywaji vilivyopoa, kwa maana wameteseka kwa muda mrefu sana kunywa vinywaji ambavyo havijakwela, namshukuru Mungu. Vilikuwa vinatoka kinguvu nguvu hivyo hivyo, ila kwa sasa hivi naamini hata biashara itachangamka. Tumeupata umeme, tutautumia vizuri. Ni tofauti na sola. Sola kwa kweli, sola mimi niliweka tu kama taa, sikuwa natumia kupozesha vinywaji. E, ni kwa ajili tu ya taa, japokuwa nayo kuna muda ilikuwa inazima inawaka. Changamoto kama hizo, ila kwa sasa kwa kuwa tumeupata umeme nadhani tutautumia vizuri na kutokuwa na shida yoyote. Mimi nawashauri wana kitongoji wenzangu waweze kulipia mapema ili na wao wapate huduma ya umeme, wapate kunufaika kama mimi. Namshukuruni sana, nimefurahi sana sana sana tu kupata mwanga katika eneo letu hili la Mkeni. Wakati wa nyumba ilikuwa giza mno, waduu wengi wanatoka huko chini huko chini kabisa kwenye watu wengi wanakuja hapa kutuzuru. Kwa kweli nashukuru serikali ya Tanzania na wafanyakazi wote pia pamoja na rais wetu mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kutuletea umeme katika kitongoji chetu hiki. Matarajio ambayo tunatarajia tuna kuyapata baada ya kupata umeme, ina maana wale vijana ambao walikimbilia mjini sasa hivi watarudi huku kupata fursa za kuchomelea wale wa, wa, wa, mafundi umeme magari pamoja na watu wengine ambao walikuwa wa, wa, wanakuja nikawa sehemu yao kama ni ya matukio ya wizi. Sasa hivi kwa mwanga tumeshapata, maana yake itatusaidia sasa hivi. Mwanga huu ni kama ulinzi kutusaidia kuepusha hao vibaka ambao walikuwa wanapatikana huko. Kwa tushukuru tu awamu ya sita kwa kutuletea huduma ya umeme. Tunamshukuru sana mheshimiwa rais na tunamwahidi tuko naye na tutaendelea kuwa naye. Tunataraji sasa hivi kwa kuwa tulikuwa tumekosa viwanda kiwanda, kwa mfano watu tunayo mahindi ndani, kwa hiyo tulikuwa tunashindwa namna kwenda kupata huduma. Kwa hiyo sasa hivi matarajio yetu, maana yake umeme baada ya kufika sasa hivi tutapata mashine za kukoboa na kusaga, lakini pia mashine za kuchomelea na viwanda vingine vidogo vidogo ambavyo vinavyohusiana na shughuli zinazopatikana kwenye umeme. Kwa hiyo ni faida moja wapo ambazo sasa hivi kama vijana pamoja na watu wengine ambao walikuwa wanashindwa na kusita kuja kuendeleza mji kujenga majumba kwa ajili ya kufata umeme. Kwa hiyo hizo ndio fursa mojawapo ambazo sisi tunazitarajia kupata baada ya kutuletea huo umeme.